Tatizo bali alisubiri wakati wa Bwana. Unapolipuza, Biblia inasema ninaucheka wakati ujao. Bwana Yesu asifiwe, ninaucheka wakati. Kuna wakati inatakiwa yani ucheke, labda shetani hajakutambua wewe ni nani. Kama hajakutambua, jitambulishi. Bwana Yesu asifiwe, shetani ni kitu kidogo sana kama hajakutambua mtambulishe. Kama yule jamaa anainuliwa juu, anainuliwa vibaya, namwambia jamani, mmekosea, ninueni ni vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Niinueni vizuri. Mchawi unapo unapoidharau kazi anayoifanya, ulogeki. Biblia inasema hakuna mchawi katika nini, Israeli. Bwana Yesu asifiwe! Wewe uliye taifa la Mungu, achana na mambo hayo, usilogeke. Kulogeka utalogeka wewe kwa kutaka, sasa nilogeni jamani, kwa sababu naona huyu Yesu bado hajaweza kunilinda. Aisewa watajipanga foleni, kwa sababu kila mtu ana kwake yake. Aliye kuisha shindwa ndio anakuja kama alivyo mzima. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Wangapi wananielewa? Mungu akubariki sana kama unanielewa. Napenda kuzungumza na watu wanaonielewa, nazungumza na watu wanaoweza kunielewa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Wewe hunielewi, tunaweza tukamaliza ibada na bila kuondoka na chochote. Mimi nakutia moyo kwa maandiko ambaye Mungu na kazi zake anazozifanya, kwamba kama alifanya wakati ule ndivyo anavyofanya hata sasa, anasema Yesu tulie naye tunasoma habari zake, ni sawa, lakini anasema ndio yeye huyo, ndio yeye yule, jana leo na hata milele. Ataendelea kutenda kama alivyotenda zamani, ndivyo anavyotenda sasa, na ndivyo ataendelea kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Hajapungukiwa, hajaishiwa. Wewe ndio unaishiwa Unapungukiwa, unapata elimu nyingi, watu wengi wanakufundisha, mawazo yako anakufundisha, mapepo yanakufundisha wa, kila namna unapita kwenye changamoto, lakini fungu ulilolichagua hujalijua uwezo wake. Nisikilize, tusome Zaburi ya tisini na moja Zaburi ya tisini na moja ule mstari wa kumi na nne na wa kumi na tano.